Mkoa wa Lindi unatajwa kuwa na eneo kubwa la bahari hapa nchini ukichukua urefu wa zaidi ya kilomita 280 za pwani ya Bahari ya Hindi. Matumizi makubwa ya rasilimali hii ikiwa ni uvuvi hasa ule uvuvi mdogo mdogo. Naibu Masela ni miongoni mwa wavuvi wanaofanya shughuli zao hapa katika soko la samaki la Ndoro lililopo katika manispaa ya Lindi akifanya kazi ya uvuvi kwa zaidi ya miaka thelathini lakini kwa sasa kilio kikubwa kwake ni changamoto ya upatikanaji wa samaki. Kuna vyombo thelathini lakini hata kimoja kinarudi hakina kina kina samaki. Unaona kama kitarudi na kina samaki kwa uchache vile vile. Hali hii ya sasa hivi ni hali ngumu ambayo inatupelekea inatuletea athari sisi watu wa tegemezi upande wa bahari. Inaelezwa kuwa miaka nyuma kitoweo hiki kilikuwa kikipatikana umbali mfupi tu kutoka katika fukwe za bahari, lakini kwa sasa wavuvi wanasema wamekuwa wakitembea umbali wa zaidi ya kilomita 100 kwenda baharini lakini bado wasipate chochote kwa zamani, wakati wanavua kwa kiwango wale damdamu kwa siku, mimi mpaka kufikia saa nne usiku tunachana samaki kuachania watu wa Newala wa Masasi, watu wa Nachingwea naweza nikacha, nikachakata samaki kufikia mpaka 200 lakini sasa hivi imekuwa ghadimu kwa fikia. Kuchakata samaki wenye kufikia hamsini sasa hivi kuwa mtihani. Hii kama mimi inaniasili sana. Samaki ni hadimu sana. Upatikanaji, samaki anapatikana lakini bei unayonunulia na unayoenda kuuzia iko tofauti. Unayonunulia kubwa unaenda kuuzia kubwa kulingana na hali ya maisha jinsi ilivyo. Kwa hiyo tunalazimisha hiyo siku ukipata unaenda kulipa, hujapata unachukua mtaji; ikifikia umeshalipa mtaji mpaka umekwisha mtaji ule, ndio unaenda ofisi nyingine sasa ukakopa ili ukalipe pale. Ndio maisha ambayo tunaishi tuna kwa mji wetu wa Lindi lakini swali la kujiuliza ni sababu gani hasa ambazo zinasababisha kutokea kwa hali hiyo yeah, kwenye mazingira yetu naweza nikasema ni, ni, ni uvuvi haramu ambao kwa kipindi cha nyuma ulikuwa umefanyika kwa kiwango kikubwa sana. Ni kwamba huu uvuvi haramu unatumia baruti, unatumia sumu na unatumia kokoro, na huu uvuvi haramu kwa kiwango, kwa kipindi cha nyuma ulikuwa ni mkubwa sana. Mabadiliko ya tabia nchi ya miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea lakini. Kwa sasa hivi suala la uvuvi haramu karibia asilimia tisini, zaidi ya asilimia tisini uvuvi haramu haupo sasa, kwa sababu hiki kitu kilikuwa kimefanyika kwa kipindi kirefu, kwa maana yake athari zake nazo lazima ziwe ni za muda mrefu sana, miaka miaka zaidi labda ya hamsini mbele huko, kama hii hali ya uvuvi imetulia hivi, maana hali ya samaki inaweza ikarudi tena. Kila mwaka ifikapo tarehe 8 ya mwezi Juni, dunia huadhimisha siku ya Bahari. Siku hii ni maalumu kwa ajili ya kuhamasisha jamii duniani kote kutambua umuhimu na mchango wa bahari pamoja na kuhimiza hatua za pamoja za kulinda na kuhifadhi bahari. Omar Mikoma, habari Weekend, Lindi.